Kwanza nauliza, nasema, tumesema kumekuwa na maombi mengi ambayo yametumwa. Je, GSM Tanzania Limited wamewashinda kitu gani haya makampuni mengine ambayo yaliomba yote tena, si ndiyo bwana eh? Jibu la kwanza ambao ni jibu rahisi, wakati tumetangaza mchakato huu tuliweka pia na vigezo. Jibu la kwanza na jibu rahisi Wakati tumetangaza mchakato huu tuliweka na vigezo kwayo. Kwa uelewa wa kawaida aliyeshinda ni yule ambaye amekidhi vigezo ambavyo club ya Young Africans iliviweka, lakini kwa kukupa faida na faida pia kwa waandishi wengine ambao walitamani kuuliza na watazamaji ambao wanatazama, kwa mfano yako makampuni ambayo yenyewe yaliomba. Sio vyema kutaja majina kwa sababu mchakato ulikuwa ni mchakato wa ndani yako makampuni ambayo yaliomba na yenyewe specific yalikuja na maombi kwamba sisi tunaomba nafasi ya kutafuta mtu wa kuleta hela, yaani sio kama mnaelewa, yaani kuna kampuni iliomba yenyewe specific, tuipe dhamana ya kutafuta kampuni itakayokuja kujenga. Kwa lugha rahisi ya watoto wa mjini wanatumia neno kama winga hivi. Yaani mtu alikuja na ipo, sio kitu kibaya, ipo kwamba mimi nina njia zangu za kupata kampuni ambayo inaweza kuleta hela hapa. Kwa hiyo Yanga, nipeni mimi hayo mamlaka ya kusimamia huu mchakato. Mimi ndio nitajua nani analeta hela na nini kinaendelea kwenye huu mchakato. Wako watu namna hii walikuja. Lakini pia iko taasisi moja ilikuja hapa ikasema yenyewe huu mchakato huu wa uwanja inataka kuja kuchangia kwenye kuweka LD zile mbao za matangazo za kielektroniki za uwanjani zote, tuingie nayo mkataba uwanja ukishakamilika, yenyewe inakata cross, kwa sababu kwenye huu makubaliano ya huu mwekezaji anayeshinda uweva mtakayemchagua, mimi nataka mnipe kipande hiki tu cha kuweka mabango yangu ya kielektroniki uwanjani. Alafu mimi na nyie tutazungumza kuhusu hiyo biashara. Kwa hiyo mchakato umekuwa na maombi tofauti tofauti. Kila ambaye alihisi anaweza aka contribute kwenye vigezo ambavyo Yanga tulivieka. Kuna ambao walichagua some amount 40% ya ile mimi naweza kukinyi hata ni ombi. Kuna ambao walikuwa na 60% wakasema acha tuombe. Na kuna ambao walikuwa ni 100% yani wame qualify hela wanayo. Uzoefu wa miradi hiyo ujenzi wanao, hawahitaji middleman kwenye kufanya hilo jambo. Wanachohitaji ni klabu ya kuwapa dhamana kuliendea hilo jambo. Kwa hiyo kamati tendaji ilipokutana kupitia hii michakato, cha kwanza tuliweka vigezo mezani, tulivyovitangaza ndio ilikuwa muongozo wetu. Vigezo vimeainisha hivi, tunataka uwanja wa namna hii. Na, mwanzo tuliainisha kabisa, kwenye ile barua, kama mnakumbuka tunataka uwanja wa namna gani tuwagusie mpaka capacity watu wangapi watakuwa waingie. Na nyote wote ni mashuhuda. Sasa hivi shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika lina kategori zake kwenye, kwenye ujenzi wa uwanja wanakwambia kabisa kuna kategori 1, kategori 2, kategori 3, kategori 4, na wanakwambia ukiwa na uwanja kategori 4 utapata mechi gani? Ukiwa na uwanja kategori 3 utapata mechi gani? Kategori 2, kategori 1 utapata mechi gani? wanakwambia wanakupa muongozo yani. Sasa hivi klabu ya mpira ikitaka kujenga uwanja, ndugu zangu, hata nyie mkiingia sasa hivi hapo kwenye mitandao mkaangalia vigezo vya kujenga uwanja klabu ya mpira, CAF imetoa muongozo, wala haimhitaji alikamwe amhitaji injinia Harris aje aseme kwamba nataka e, tupinde hivi no. CAF ameshatoa muongozo ambao uko public, kiingia kwenye peji zao mtaona, ndugu zangu waandishi wa habari, kwa sisi tulichukua vile vigezo tukatangaza tunataka uwanja wa namna huu, lakini tukaweka pia, jamani, anayeomba tunataka vigezo hivi. Kwanza uwe na na na uimara wa kiuchumi ambao pia unatambulika. Tukaweka vigezo vingi vingi pale, si ndiyo? Tujue financial uh, stability yako ikoje, weledi wako wa kampuni yako, uzoefu wako wa miradi mikubwa kama hii. Lakini mradi ni mkubwa, mradi wa kihistoria kujenga uwanja wa klabu ya Young Africans ambayo imekuwa ndoto ya klabu hii miaka na miaka. Sio mradi wa kitoto, ni mradi wa kihistoria. Lazima pia viongozi wachague mtu ambaye ana uzoefu huo. Kwa swali lako la kwanza, nafikiri nimejibu.